Master TV. Ya, kwa majina anaitwa Nyamchumigoti kutoka pande za Mara. Leo katika pita pita zangu nimekutana na msanii mmoja anaitwa Sungura Sharo, kwa mnavyomuona nyee mashabiki na ndo yuko hapa mbele yangu, natakiwa azitambulisha majina yake matatu. anaitwa nani na unafanya kazi gani? Sungura Sharo: kwa majina anaitwa Abduli Saidi, ni majina yangu ya mbo, ni ya yani majina yani majina ya ukoo. Ila jina ambalo nafanyia kazi inaitwa Sungura Sharo. Ni msanii wa nyimbo za asili, nafanya mziki wa nyimbo za asili kuburudisha mashabiki zangu, kwa maana mimi ni msanii si ndio hivyo? Yeah. Yeah. Yaani, mimi ni msanii, kwa hiyo nafanya mziki wa nyimbo za asili, na kuburudisha wasanii wengi ambao na kuunganisha jamii ambao naifanya mimi kupitia mziki wa nyimbo za asili. Yeah, katika mziki wa asili kwa huu mwaka umetoa nyimbo ngapi na nyimbo ngapi zilizotiki huu uh, mwaka nimetoa nyimbo ni nyingi sana, yaani hata kuachana na nyimbo za ujumbe. Yaani tukienda nyimbo za ujumbe nimetoa nyimbo tatu kwa huu mwaka, uh, nyimbo za sherehe ni nyingi sana, yeah. Yeah, kwa kwa kurudi kwa maisha yako nyuma sasa kwenye kipato au na fedha ya aina gani au na kipato gani? Yeah, formula ya katika formula ya muziki ambayo nimeanza kuifanya kuna nyimbo ambayo ilinipatia pesa mpaka mimi mwenyewe, hata nyimbo ambazo natoa sasa hivi haijanipatia kipato ambacho nimetoa nyimbo kama ile. Kuna nyimbo ambayo niliimba inaitwa baba mwenye nyumba, ilinipatia kipato, nimejenga nyumba, nimejenga nyumba na nimenua mifugo nime ni nime ku au, na kuna vitu ambavyo nimefanya sana kwa sasa hivi. Mashabiki zako nataka kuwapatia tena zawadi gani nzuri ambao watakao waliziko isikilize kila masaa kwa sasa hivi, hapo unafikiria kuwatengenezea nyimbo lini? Au unataka kuachia video au umeachia video vingapi?